Dead, za mbinguni miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Watu wa Mungu, ni kwamba leo nimetembelewa na mke wa Samuel Sangaruisi Mbuba pamoja na watoto e, wamekuja kushukuru, wamekuja kushukuru kwa kile kilichofanyika watoto baba yao kutoka, na mke wake. Kimsingi mimi sitaongea mengi, nitataka wao wenyewe waongee lolote ambalo likwemo ndani, lakini kwa sehemu kubwa nje ya kamera wameonyesha unyenyekevu mkubwa, kamera, wame unye mkubwa. E, wameshukuru sana, ni watu ambao ni waungwana mengineyo ambayo yalikuwa nyuma ya pazia sidhani kama tunaweza tukayaongea hapa mitandaoni, lakini wanaotuchukulia ni jamii ambayo ni watu walishindwa cha kufanya. Namsikiliza mke wake anasema kulingana na shida hizo kuwa nazo walishindwa cha kufanya, kwa anahangaika wale na watoto. E, watoto walikuwa wana cha kufanya, njia walizokuwa na jaribu kimsingi zilikuwa ni ngumu sana, kwamba zifanikishe kilichokuwa kilikuwa juu ya mtu huyo. Sasa pengine bila kuchelewa, ni mpe mtoto ambaye yuko jirani hapa aongee chochote anachosikia kuongea. jina lako ni nani? kwa majina naitwa Victor Samuel Mbuba. Ndio. E... huyo Samuel Mbuba ni baba yako kabisa, wewe ni wangapi kuzaliwa mimi ni mtoto wa pili kwa baba, Samuel huyu ni mtoto wa pili kuzaliwa. E, unasemaje kuhusiana na baba yako kufungwa jela lakini pia leo namwona yuko uraiani? Kifupi, nipende kushukuru, nipende kushukuru sana mtumishi, yeah. nipende kushukuru na watu wote ambao wameweza kujitoa kuweza kumsaidia baba mkupo kutoka unaisi ni kwa nini nyewe watoto am kuweza kumtoa kwa muda wote waliokaa gerezani, watoto na ndugu wengine? Nini kilifanya mshindwe kumtoa katika mazingira hayo yaliyokuwa gerezani, mazingira ambayo kesi yake ilikuwa ieleweki, ni mfungwa ni mabusu? Kiliwasumbua kili nini? Mliwahi kufanya jitihada gani? Kwanza kiufupi kabisa, kwamba katika utambuzi wenyewe tulikuwa tunajua kwamba mtu yeyote anaenda ndani mm. au jela mm. kinatakiwa pesa iweze kumtoa kwa namna nyingine, kiufupi okay. Okay. Kwa maana yake hamkuwa na pesa, ndo maana mlikuwa mnasema sasa hatuna la kufanya, na kumbe pengine ilitakiwa tu jitihada kuingia ofisi hii, kugonga kwa huyu, kumwomba huyu, kumbe nyie mlijua ambacho kitakiwa ni pesa tu. Kwa mimi yeah. kwenye upande wa kumtoa mm. nilijua kitu kinachotakiwa ni pesa ndo mm. haswa ni sababu kubwa una neno gani la mwisho unaloweza kumwambia baba yako, kuniambia meme ama kuambia watu wote watakao tazama e, watakao kuona hapa? Ah, cha kwanza kabisa cha kumwambia baba, ninataka kuomba samahani, kumwomba radhi, kumwomba radhi kwa vitu mbalimbali. Cha kwanza kabisa kuto kwenda kumwona, kumwomba radhi, haikuwa maksudi kuto kwenda kumwona, lakini kuto kwenda kumwona mm. Inasababishwa na mtu mm. Kuweza ku, kuona kama aibu. Je, yule mtu nilikomwacha mm. Niko kama nimemtelekeza. Je, ninavyoenda kumwangalia mm. ananionaje? mm. Ananionaje? mm. Ananiona, mm. lilikuwa ndo jambo la kwanza hilo la kuto kwenda kumwona kwa mimi mm. Lakini jambo la pili lililokuwa likisababisha awe, ashindwe mm. tushindwe kule kuweza kumtoa mm. kwa mimi hapa mm nimeweza kufuatilia kidogo, lakini kwa njia zenyewe nilikuwa nafuatilia nje, nilikuwa nikiuliza kwa watu wakubwa, je ni msaada gani wanaweza wakanipa, kwa walikuwa wakinishauri, napenda na wenyewe, japo japo nilishindwa vingine kufanyia kazi, lakini kwa ushauri tu ulikuwa ni tosha kabisa kushukuru. Napenda kushukuru hata jamii, kiufupi jamii tu naishukuru, hata alivyotoka wewe na ulioshirikiana nao wote japo wengine hata kama siwajui mm -hmm, lakini kuna wengine walioweza kufanikisha mm -hmm, kuweza kuchunguza kumjua, maana wako wengi mm -hmm, wenye uhitaji mm -hmm, wapo wengi, lakini umemwona yeye. Nataka kushukuru, kwa hiyo asante eh, mtu wa Mungu. Mimi siko na hali nzuri, kwa hiyo unaona napambana na, na kuvuta kiti, lakini niongee na, na mkewe ni kweli kuitokea matatizo kidogo ya kifamilia miaka ya nyuma hapo. Kwa hiyo sio kwamba walikuwa pamoja sana, lakini nimeona mke wake ni mtu ambaye kwa namna moja ya nyingine, kwa sababu huyu ndio mama wao watoto ambao wamekuja hapa. Kwa hiyo ingawa kutokea mwaka elfu mbili na kumi na tatu kumi na nne nadhani walikuwa na tofauti kidogo, ingawa mambo ni mengi, hauoni makusudi ya kuchukiana lakini hilo sio jambo ambalo tunataka kulifafanua sana. Jambo kubwa ni mkewe, ulikuwa na, kwa nini, huyu ni baba, ni mzazi mwenzio. Ni kwa nini ulikuwa hautafuti namna ya kumtoa? Lakini pia hata gerezani umeenda mara chache sana kwenda kumwona. Kwanza jina lako ni nani? Jonike Kasisi. Eh, huyu ni, ni mzazi mwenzio. Ni kwa nini ulikuwa uendi kumuona? Pengine nianzie swali hili la, la, la mapema. Umesikiaje kwanza yuko uraiani leo? Mimi langu na washukuru wote na kushukuru mchungaji mm-hmm. kuangaikia kwa ajili ya mzazi mwenzangu. Mungu, naamini kwamba alikuwa na kusudi kukupeleka ukule Hmm. ili na wengine ujue jambo linalotendeka kwa watu wengine, hmm. ni kwa sababu naamini kwamba ni neema tu ambayo imefanyika hadi atoke, mm. mimi nashukuru wote pamoja mchungaji na watenda kazi wako wote, hmm. wanaoifanya kazi yako hii, kukuombea wewe, kukutunza hmm. kwa ajili ya kazi ya Bwana ili na wengine wapate kupona, hmm waondoke huko kwenye mateso mm. Magereza walikuwepo mm. Mimi la kwangu, ninachoomba mume wangu mm. naomba nisamehe mm. Pamoja nawe mchungaji, naomba unisamehe mm yote ni kwa sababu mimi nilikuwa nashindwa kwenda kumuona, nilienda kwa wakati mdogo mdogo kwa sababu ya shida. Watoto nilikuwa nasomesha sekondari, nilikuwa nasomesha watoto, maisha yangu yalikuwa ni magumu. Mimi biashara yangu naifanya, nakuta nimejumua ndizi, nategemea nipate elfu mbili elfu mbili, hiyo ndio ya kula pamoja na familia. Nikipiga bajeti kwamba nitaenda kule, nilikuwa naona sina kwa muda mwingine nimepita kwenye mapito magumu, kwenye mapito magumu nimepita. mm. Ningetamani hata mwenzangu nikamwone. Hali yangu ilikuwa ni ngumu, hali yangu ni tete, nilikuwa sielewi hata, mwelekeo wangu ulikuwa ni mgumu, ndipo nikawa nashindwa lakini kwa leo kusikia kwamba mume wangu ametoka, nimepata taarifa, mzazi mwenzangu huyu ametoka mm. nimefanya juhudi ya kufika hapa, nimefurahi mm. nina furaha kubwa maana mm. nimejua sehemu aliyokuwa sio sahihi mm. kwa sababu jinsi ya kwenda kumtoa, mimi nilikuwa sina uwezo, sina nianzie ni wapi, nielekee wapi mm. Yaani, sielewi mimi, katika kuzaliwa kwangu, sijaienda hata kwa mwenye kiti yani, sijaienda ngazi, ngazi, hata huko ngazi ngazi mm. za huko, hata nikimwona mimi askari, najua labda askari huyu ni mhalifu. Mm. nilikuwa naogopa yani, nianzie wapi. Ulikuwa unaona askari ni kama anakuona ni mhalifu. Anakuona kama ni mhalifu atakukamata. Atanikamata bila kosa kwanza, nilikuwa natetemeka. Nilikuwa naogopa nianzie wapi mm langu kwamba nawashukuru wote, mm. mimi nawashukuru, ndio, nashukuru mchungaji, ndio, nashukuru pamoja na kikosi chako mm. nachofanya kazi, ndio. Mimi ushauri wangu mm. ni kwamba mm. mchungaji, Mungu akupe mamlaka ya Mungu ndani yako mm. uweze kuwatoa wale watu wanaoteseka, ndio waliofungwa, ndio wanaweza kafungwa kuzimu mm, pamoja pamoja na magereza waelewi. Mm, unaweza ukasema ni jambo la kawaida mtu navyomuona, lakini kumbe amefungwa, aelewi aende wapi. Mimi nakushukuru kwa msaada wako, nashukuru sana sana, sina la kusema Ndea. hata venyewe navyoongea kwenye vyombo vya habari, wengine hatujaiongea kwenye vyombo vya habari kama Ndea. hivi Ndea. mimi nasema, nashukuru jamii yote mliofanya kazi hii kumtoa huyu mwanaume, ninashukuru sana sana sana sana sana sana, ninashukuru sana. Sina cha kuwalipa hapa nilipo, nimekaa sina chochote cha kuwalipa. Hata kwa mtumishi, nimekuja kwa mkono wangu tu, sina chochote msaada wangu. Ninaomba naomba, msamehe yote, mtusamehe, wanafamilia wote Samee familia yote ya, yote familia ya Samweli, samee kwa niaba ya watoto wangu, samee mm, pamoja na ukoo wake wote wa Samweli, tunaomba msamaha, ninaomba msamaha kwa niaba wote, ninaomba msamaha kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya ndugu, ninaomba msamaha. Kwanza nawashukuru wote mlioifanya hii kazi asante sana asante sana e, naamini kabisa umesikika na mengi mimi tumeongea nimekuona moyo wako kabla hauja kuwa mbele ya kamera kwa hiyo Mungu akubariki sana niongee na binti e, sogea so, e? so, so, so, kwa mama yako hapa sogeza kiti jina lako unaitwa nani? Rose Samuel Mbuga. Eh umejisikiaje baba yako leo yuko uraiani kwanza si tumefurahi yeah. Kweli, na hatukutegemea, maana hatukutegemea kama atakuja kutoka saizi mm -hmm. Tunasema asante na kushukuru mtumishi wa Mungu mm -hmm. Tunakushukuru pamoja na timu yako yote, ambayo imehusika kumtoa baba yetu mm -hmm. Na tunamwombea mm -hmm. awe vizuri mm -hmm. atutegemei ya nyuma aweze kujitokea tena saizi mm -hmm. na atutegemei tena aweze kurudi mali alipokuwa gerezani maana mm -hmm. gereza ni sawasawa na kifo nah na tutegemee hivyo. Tunachomwomba baba yetu, tunachohitaji kama baba, tunachomhitaji tunaomba abadilike. Kama mtoto mi nachohitaji, tunaomba abadilike, na tunahitaji awe baba bora kama baba wengine. Tunapenda sisi kuishi kuwa pamoja na baba Ndea, kama wazazi wenzetu walivyoishi na mababa zao. Sisi hatujaiona la ya baba Ndea, kusema kweli, tunachohitaji kwa saizi alivyotoka, abadilike akili yake, tunahitaji baba bora. Kuna wadogo zetu huko walipo, nina wadogo zetu hapo huko nje mm. Tunahitaji mm. kama huyo au wa nje hapo kule mm. tunahitaji awalee mm. Tunataka tuone saizi alivyotoka mm. tuone ubora wake kama baba atimize saizi na. Kama baba tunakuombea, tunashukuru mm. Tunashukuru sana mtumishi wa Mungu, tunashukuru wote wanajamii na nchi nzima mm. Ambao wamehusika katika ile jambo, tunasema asante. Asante sana eh, wakati huo nataka niseme Samuel anazungumzaje juu ya familia yake, lakini niweke vizuri mtu yoyote, mtu yoyote ambaye katu, katu hapo, nakuja niweke vizuri mtu yoyote kwamba huyu bwana hapa, hata kama alikuwa na mapungufu ya aina gani, bado gerezani hapakuwa mahali sahihi pa kukaa kulikuwa na namna nyingine, ndio maana wakati mwingine huwa anaonyaga kwamba hata huku mitani mkishindwa na mambo, kwa nini tusitumike kwanza wahubiri? Tukiwashindwa watu kama huyu, basi ndio mtumie njia zingine. Mimi naamini akiniti kwa miongozo nitakao mpa, atakuja kuwa moja ya baba bora, kama binti alivyotoa wito na ombi kwa baba yake. Eh, wakati mwingine fundi mzuri hujulikana akitengeneza kitu kibovu kabisa kilichoharibika kabisa, na mchungaji hujulikana kama mchungaji ikiwa anaweza kubadilisha maisha ya mtu ambaye jamii nzima ilimshindwa. Kwa kwa hiyo mimi, kwa sehemu hiyo kitu nimeiweza. Wapo vijana hawa wametokea yela ya poti, wanafahamu vijana wengi waliokuwa wavuta bangi walioshindikana, wengi wamebadilika. Kwa hiyo kwa nafahamu kwamba mm, Huyu, hayuko, hayuko kwenye maeneo ambayo pengine ni magumu kivile, lakini nahisi anaweza kageuka kaja kuwa raia mwema, na pengine hapo naweza nikathibitika kama ni mchungaji, ikiwa naweza nikawa nikamsababisha huyu aje awe faida Samuel, aje awe faida kwa jamii yake, kwa familia yake. Pengine Samuel, unasema unasema nini kwa watoto wako na mke wako sasa uko uraiani? Asante mchungaji, nashukuru kuwepo na nguvu zako, mm -hmm. na wema wako uliyonitendea tangu mwanzo, ulivyonitambua, mm -hmm. na kunifahamu mpaka, mm -hmm. kunitoa gerezani, mm -hmm. kule nikokuwa kwa mfano wa kaburi, mm -hmm. Mungu alivyokutenda alivyokupa yaliokuwa tumaini mbele ya ukuu wako Nakushukuru pia. Nashukuru kwa familia ambao umeniwasilisha, ili kusudi itambue ipate, na juhudi yote ulioitumia, mm -hmm. ili wapatikane, ili waonekane na wao wawe na ufahamu mm -hmm. kama jinsi nilivyokuwa nimetangulia hata kuongea jana kwamba nina maumivu makali pasipo kuona wanangu, mm. Sababu ina muda mrefu ambao sijagusa, sijaziona sura zao wala nyuso wao ta jinsi wanavyoishi huko mm. maisha yao niliyo yawacha, ambao siyajui, kwamba naala wanakula nini. Mi najua kichwa cha nyumba ni mwanaume, lakini uwepo wa sikui mpaka wameonekana najisikia furaha sana mm. maonekano wanangu pia na mke wangu mm. na mazingira ambao nilimwacha mpaka anavyoendelea kuishi nao watoto mm. na jinsi walivyoonekana naye. Nashukuru jinsi Mungu alivyomjalia mm. kwa jinsi alivyowatunza watoto mpaka mm. mwenyewe najisikia moyo wangu kwamba una, una, una sifa ya utakatifu ndani mm. tofauti na jinsi ilivyokuwa nawezeka kwamba hivi siji, nikiwaona naweza, nikawaona kwenye mapokeo ya njia gani? mm. lakini jinsi unavyoonekana nashukuru. unawaidi nini watoto kipindi hiki ambacho umepewa kuishi mara ya pili, kwa namna ambayo inawezekana kabisa. Eh, gereza kama tunavyosema ni kaburi, ni nusu ya kifo, mi nasemaga zaidi ya kifo. Lakini sasa umeonekana awamu hii, umezaliwa mara ya pili, umetokea mm. tena duniani unawaahidi nini watoto na mke wako na jamii kwa ujumla? Mimi ninachowaahidi ni kwamba hakika mazingira niliyokuwa nimepelekwa, hmm. nimejifunza jambo kubwa ambalo hata wao kwa mtu ambaye tayari ameshahukumiwa wameandika kwenye jezi zao kwamba ni sehemu ni chuo cha urekebishaji. Akiwa kwa muda wa miaka niliyokuwa nimekaa, nami nimerekebika, niliyokuwa nayaona yale kwa hata kama mtu ambaye amekaa amefungwa muda wa mwezi mmoja, lakini kwa jinsi ma mazingira ya gerezani ambao anaopelekeshwa juu ya shughuli ambazo kufanya amefanya miaka hata hamsini. Mm -hmm. Lakini ile namna jinsi ile inavyokuwepo ingawa bado nilikuwa mwenyewe nipo ndani ya mahabusu, muda niliokaa kule, hakika ni shule moja ambayo haistahili kwa mtu awaye yote kufanya mm -hmm. jambo kosa ene yote hata kunusa sehemu ile. mm -hmm. Hata mtu akikosea bora katangulia kuomba msamaha mm -hmm. ili kuepukana na shari ya maeneo kama ale hilo ni kuu zaidi ambalo nalijenga kwenye familia. Hata wao walitambua kwamba kule hakufai, ila uwepo wa nguvu ambao nimetendewa nime na mchungaji Mwakipesile, mchungaji Mbarikiwa ambaye yuko hapa mbele yetu, ambaye ndio baba ambaye katika maisha ambao nimepokelewa toka mwanzo, siku nilivyokutana naye ni baba yangu, maana ni ndugu, ni baba ni, ni mlezi mm, katika yote ambayo amenipigania na kunipambania. Naam, Mungu namshukuru amtie nguvu na kuwezeshe. Naam, maradufu mm, maradufu. Jua wale wote tunaopitia mazingira magumu kama haya. Asante, asante ha, sana eh, mtu wa Mungu. Mimi nimefika mwisho na tusiaidi mengi eh, tumwombe Mungu tu kwamba lija itokee jambo lenye baraka kuliko hizi taarifa tunazorusha kwenye mitandao kwa hiki ambacho tumeendelea kujadili hapa, tungoje Mungu anaweza kufanya nini na anamuomba Mungu kwa ajili ya haya yote. Acha sasa tuombe. Mungu wa rehema, Mungu wa neema, Mungu wa baraka, wanadamu wakati mwingi hatujui tuanzie lipi tumalizie lipi nikiangalia familia hii nikaangalia Samuel kangalia jamii na kosa cha kusema kwamba nitaanzia wapi, nitafanya nini ili kitokee kitu ambacho watu hawa walikitarajia na jamii ilikitarajia. Mimi ni mtu nilitoka kwako, nafanya haya nikiwa na papasa, papasa tu, kwa rehema zako Mungu aweza kuniongoza mwisho wa yote, nikaja kufanya jambo ambalo jamii itaona umaana wa kuwepo kwangu duniani, lakini pia na kusudi lako la milele juu yao. Najiweka mikononi mwako, naweka hawa mikononi mwako. Naomba makusudi yako ya milele yawe juu yao katika jina la Yesu amen. Hata mnaowakamata, mnaowaachia kwa Yesu, sio mwana ya sharia hiyo kusudi ya sheria yo hayo, ni matakwa ya walioshika mpini. Hayo ni matakwa ya wanaojio na miungu watu. Nataka ufahamu wengi wanaopenda kusema kwamba hili ni kwa mujibu wa sheria ama mimi ninasimamia sheria, wengi wao ni wale walio na rombaya, wengi wao ni wale walio wapigaji. Mtu mwenye utu anatambua utu wa mwanadamu uko juu ya sheria, ila ile mikatili na iliyo na rombaya diyo inayotumia kanafasi kokote inakopata ili kujifurahisha kwa kumumiza mwingine. Hata kama wafungwa kweli waliharifu, hata kama mabusu kweli waliharifu, lakini si kwa adhabu yo lakini, si kwa mateso hayo. Kweli wapo waliofanya machukizo sana, lakini hii si maana ya kwamba ninyi ni watakatifu ninyi ni wakamilifu. Yohana nasema tukisema hatuna dhambi